Karibu katika YouTube channel ya ndugu wa WCB. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, tafadhali gusa alama ya subscribe button nyekundu kisha gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video. Asante. <laughs> My favorite Harmonize. Kwanza kisa sikianzia bana pale gym. Watu wanapiga zao mazoezi bana. Mazoezi mazoezi, hapa na pale, mazoezi mala mtoto huyu aingie.

mchanganyi jamaa e, e, e, e. Yalla, mtoto kasha data jamaa, kapendeka kapenda, kapendeka kapenda, mala bata za hapa na pale e, e, basata uh, uh, uh. Icho kichupi sasa, mama kumbe ma. e, <laughs> jamani, yuko anaota mala, mwarabu kaingia, anamshangaa huyu anaota nini tena huyu ndo akampiga kofi kumchangamsha kidogo akili, ndo jamaa anashtuka eh, eh, kumbe ni kwanaota ndoto ya mchana mchana. Jamani, mapenzi haya! Tafadhali sahau kusubscribe channel ya